Agano la kale linalotokana na Biblia upande wake ule wa mwanzo kutoka Ayubu na Methali. mm -hmm. Tunanena kwamba hapo mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Katika loho ya Mungu ilipotulia juu ya nchi hii, Mungu akanena akizungumzia juu ya wanadamu wa Ka leo, kanisa la leo ni takatifu ambayo yeye no wa Mungu alitulia katika kutuumba sisi binadamu na wanyama waliomo. Mungu alinena akisema kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, ninawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne, kama na mimi nikawaleheu nipindao na mzishi <clears throat> amen. Yale ni maneno ya Mungu yanayoweza yakamfariji mtu, kwa sababu sisi ni ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa wafu na uzima wa milele, kwamba tunatamani sana kurudi kwa Mungu aliko juu mbinguni. Tunatamani leo tujua kanisa la leo lilivyo, lakini tuna ujumbe mzuri kwamba tunampenda Mungu kwa sababu ya ondoleo la dhambi mimi ni mwenye dhambi hakika, lakini bado wapo watu wanaompenda Mungu kuliko mimi.